Katika viwanja vya stendi ya zamani manispaa ya Singida, kampeni zikiendelea, na leo hii ni zamu ya mgombea urais kupitia chama cha ADA TADEA. Sasa siku hizi mtu unapeleka mazao, unaondoka na karatasi, hiyo si sawa hata kidogo. Kwa hiyo sisi ADA TADEA tutahakikisha kwamba serikali inahakikisha wakulima wote wanalipwa pesa unapofikisha eh, bidhaa zao pale na kwamba kama bei imeteremka, ADA TADEA imesema wakulima watabidi walipwe hela kwa bei ile walioshawishiwa kwenda kulima. Tumepanga kwamba tutajenga mji wa teknolojia ambao tunataka kuita Bongo Technological City. Kule Marekani kuna kitu kinashirika mbali sasa sisi hapa tunaenda mji maalum kwa ajili ya teknolojia. Watoto wote wenye bongo, vijana wote wenye akili nyingi watakuwa na debo, wanapeleka kule wakavumbue mambo. Kaya maskini watakuwa na lipu, wanapewa kilo ishirini za gesi kila mwezi ili kupunguza ukataji wa miti, na watakuwa wanapewa bure, watapewa bure akina mama kaya maskini na kwenye gesi kutakuwa na ushuru mdogo sana. Mgombea huyo wa urais ameahidi pia kujenga Tanzania mpya yenye utajiri katika kuondoa urasimu chini ya ilani ya chama hicho ya uhuru na uwajibikaji. Kutoka hapa mkoani Singida, Deus Siriganga, Azam News.